Haleluya turavuga ku bijanye n'uburyo ndi nuko kwitegura amasengesho. Tunataka kuongea namna saba ya maombi. Yesu yasenze, yasenga. Yesu alikuwa akiomba. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe karorero. Yesu ndiye mfano. Ni nguko byanditswe mu gitabu ca Abaheburayo cumi na kabiri. Kama vile parandiko kwenye Waebrania. Tunakomba kuraba Yesu

Shenga. Yes, haleluya ni kusema nikusama, eh hey, isengesho ni mtindo wa kusema maneno fulani, ni kuonesha kuvuka majambo kana yes yenye iko na yenye takuwa na muda mdogo mtoo yes ni maombi

maisha yetu ya maendeleo yetu ya kiroho inaendelea inatokana na kutoka kwenye mlango mmoja, unaingia kwenye mlango mwingine, unatoka kwenye mlango huo huo, unaingia kwenye mlango mwingine. Kwa maana Paulo anasema tunaingia katika utukufu. Paulo anasema unaweza kuwa katika milango ambayo unaona kama inafungwa kwa sababu ya majaribu, lakini hiyo mlango haitakuzuia kwa sababu kuna mlango mwingine unaandaliwa kufunguliwa ukuingia katika mlango mwingine. Maisha yetu na ushindi wetu unatokana na kutoka kwenye mlango kuingia kwenye mlango mwingine. Milango hii ni milango ya kiroho.